Sasa nitoe tu taarifa kuhusiana na mwenendo mzima wa uwanja huu. Uwanja huu utajengwa kwa awamu tatu. Awamu ya kwanza ndio hii ambayo imekamilika, tunaenda kuitambulisha kwa sababu itaturuhusu kuweza kuutumia kwa ajili ya mechi zetu, lakini kuna awamu tatu eh, ambazo zikikamilika, basi tutakuwa tumefikia vigezo vya kimataifa kwa maana ya FIFA na CAF, na hiyo ndio ndoto yetu kubwa, uwanja wa Airtel Stadium uweze kuwa kitovu cha mashindano yote yenye hadhi ya kitaifa pamoja na kimataifa. kwao kwa sasa tupo hatua ya awali ambayo tumeshaikamilisha, na katika hatua hii ya awali uwanja una uwezo wa kuhudumia mashabiki elfu tano mpaka elfu sita hivi, lakini utakapokamilika katika awamu zote tatu, matarajio yetu uwanja utaweza kuhudumia mashabiki elfu kumi na tano. Hiyo ndio ndoto yetu kubwa ambayo tuko nayo na insha Allah tunaamini kila kitu kitaenda vizuri, lakini tutumie fursa hii pia kuwashukuru NBC Bank ambao wamekuwa bega kwa bega na sisi kuhakikisha kwamba uwanja huu, wazo hili na mipango hii inatimia na hatimaye leo hii imetimia katika awamu ya kwanza, na bila kuwasahau Azam Media e, kupitia Azam Max wametupa udhamini mkubwa na kutuchangia kiasi kikubwa cha fedha ambacho pia kimetuwezesha kuweza kufikia hatua ambayo tumefikia, lakini wadhamini na wadau wengine wapo wengi kwelikweli sana. Sasa kubwa katika uzinduzi wetu huu hatuwezi kuliacha, tuna mechi ya kirafiki yenye hadhi kubwa, kwa sababu ni mechi kubwa, tunaenda kucheza dhidi ya Yanga. Na taarifa iwe rasmi kwamba mechi yetu dhidi ya Yanga kiingilio kitakuwa na shilingi elfu tano peke yake. E, ukija na shilingi elfu tano yako ukanunua tiketi yako maana yake unaweza kukaa sehemu yoyote hii inakuwa ni ni, ni ofa maalum kutokana na siku maalum ya uzinduzi, na kuna mambo mengi sana siku hiyo, mambo ni mengi, burudani za kutosha, lakini kubwa ni hiyo mechi dhidi ya Yanga ambayo kwa msimu huu tuliona tucheze na Yanga kutokana kwanza kipindi hiki ambacho tunaweza tunaenda kuzindua uwanja wetu uh, mechi ambazo tumeshacheza ama wapinzani ambao tumeshacheza nao hasa hao ambao tuko nao top 4 wote hatujarudiana nao kwenye mzunguko wa pili ni Yanga peke yake, tumeshamalizana naye kwa msimu huu, kwa hiyo imekuwa ni fursa kwetu. Kwa hiyo timu nyingine ambazo tuko nazo top 4, kutokana na mazingira imekuwa ngumu kuzialika kuja kucheza mechi, lakini klabu zote za ligi kuu tumezialika kuja kushuhudia uzinduzi huu wa kihistoria.